Hii hey, kucha sio ya kubandika hii hey, ni polygel. Polygel iliyochongwa ikawa safi ikanyooka vizuri, angalia, ukiangalia okay, okay, rahisi ni kazi nyepesi sana. <laughs> ni kazi ngumu hata kwa wale ambao wanajifunza ama wanapenda kujitengeneza wenyewe. i know sio kazi rahisi huko unapofanya. i know, ni kazi ngumu, lakini najua nini, usikate tamaa endelea kufanya practice na practice. Jifanye kwenye mikono yako mwenyewe, wafanye ndugu zako, jitahidi yani. Najua ni ngumu, najua hata ukikaa masaa mawili bado kazi haijanyooka, usikate tamaa, fanya na kesho, rudia. Na polygel ni aina nyingine, rudia na builder, aina nyingine. Labda kampuni hii sio nzuri kwako, kujaribu kampuni nyingine. So, nilikuwa na loyal client wangu mzuri sana, tumefanya polygel extension ambayo alikuwa anataka kufanya cat eye maifa. Cat eye designs ni aina ya design ambayo tunatengeneza kwa kutumia rangi ambayo ni special tofauti na rangi hizi nyingine, ambayo inakuwa imechanganywa na magnets au sum, sumaku ndani yake wakati wa kutengeneza. Yaani kuna vichembe chembe vya magnet vinawekwa humo ndani ambavyo sisi tukichukua sumaku sasa, ambayo unaitumia unafanya kuvi either kuviunganisha ama kuvitawanya ili uweze kupata hiyo shine ambayo unayoiona.

Kwa nakusanya hizo hizo hizo smako ambazo ziko ndani ya hiyo rangi ili zikae sehemu moja ndio ndio ambazo zinaleta hiyo hiyo shining ambayo unaiona hapo. Kwa hiyo unaweza kaifanya hii design kwa kutumia rangi. Kuna rangi nyingine za smako ambazo zenyewe tu zinatosha kuipaka mara moja ukafanya hiyo design ikaisha na kuna nyingine ambazo zinahitaji upake rangi chini. Kwa mfano mimi hapo, hiyo ni hiyo ni smako ya ya silver lakini, cha kufanya nimetengeneza polygel ambayo ina rangi chini, kama hiyo ni kapa pink.